Habari njema ikirushwa iki, iki <laughs> Bukelebe TV, karibu sana. Tusiache kufatilia katika TV ya Bukelebe, Bukelebe TV. Habari za asubuhi. Karibu katika kesha la asubuhi. Leo Jumapili ya tarehe kumi na sita ya mwezi wa 11 elfu mbili na ishirini na tano. Somo letu la siku ya leo ni kichwa cha habari kinachosema usihukumu. Fungu letu ni Mathayo sura ya saba mstari wa kwanza na wa pili. Msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Tuombe. E Baba yetu wa mbinguni, leo tunakuja mbele zako ukiwa na moyo wa shukrani, lakini pia tukiwa na hofu ya kutokukidhi matakwa yako. Tunakuomba Bwana uibariki nchi yetu ya Tanzania tupe umoja, tupe amani, tupe upendo katika mioyo ya kila mmoja. Tufundishe kutokuhukumu wenzetu, bali tuwe na huruma, msamaha na moyo wa kupenda. E Bwana, tunajua adui anajaribu kugawanya watu, kuleta chuki na binafsi, lakini sisi tunatamani kuwa nuru yako, baraka yako ionekane. Tusaidie kuwa waaminifu, wenye subira na wenye moyo wa kuokoa wengine Baba, kupitia kesha hili iwe mwangazo wa roho wako, iwe funzo, iwe changamoto ya kuishi kwa haki na upendo. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, amina. Ninaelewa namna adui anavyofanya kazi, na ninatamani kusema kwa kila nafsi, msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo, ndiyo mtakayohukumiwa na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kuna wakati tunatakiwa kuwa na msimamo thabiti, lakini katika kumtukuza Bwana hakikisha kuwa hushutumu wala kuwashtaki wengine. Ikiwa watu wetu watagawanyika katika makundi makundi, jambo hili litasababisha nguvu zote za kuzimu kushangilia. Njia ya ushindani na utengano imeandaliwa. Wengi wapo katika hatari kubwa ya kuangukia kwenye ukafiri. Sasa hebu kusudi lako liwe ni kuokoa roho hizi zilizo hatarini. Nina huzuni, huzuni kuu, huzuni ya moyo kwamba hawaelewi mienendo yao. Kuna jambo moja unaloweza kufanya: unaweza kuhakikisha kuwa we mwenyewe upo katika hali ya kufanya toba. Mioyo yetu, mioyo yenu inahitaji kuongolewa. Mwisho unakaribia, muda ni mchache. Mdiliye Mungu, safisha njia kuu ya Mfalme na inua juu bendera iliyoandikwa amri za Mungu na imani ya Yesu. Unaposonga mbele hatua kwa hatua, paza sauti, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Musa alitangaza kuwa, angalieni, nimewafundisha amri na hukumu vile vile kama Bwana alivyoniamuru, ili mzitende katika njia mwingiayo ili kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndio hekima yenu na akili zenu machoni pa matakatifu watakaozishika amri hizi zote, na watasema hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Lakini jidhani nafsi yenu, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 5 hadi mstari wa 9. Mwongozi kwa uwazi anasema kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo, ndiyo mtakayehukumiwa. Nani anaweza kusimama mbele za Mungu na kujitetea kuwa ana tabia isiyo na kosa na maisha yasiyo na mawaa? Na sasa unadiriki vipi kumkosoa na kumhukumu ndugu yako? Wale walio na tumaini la wokovu uokovu kupitia kwa matendo mema ya Kristo pekee watakaotafuta msamaha kupitia kwa damu yake, wako chini ya wajibu mkuu wa kuonyesha upendo, huruma na msamaha kwa wadhambi wenzao. Unapohukumu wenzako Bwana atakuhukumu pia. Hebu Bwana aguse moyo wa kila mshiriki, hadi pale neema yake yabadilishayo ionekane katika maisha na tabia. Kisha mtakapokutana pamoja, isiwe kwa ajili ya kukosoana, bali kuzungumza habari za Yesu na upendo wake. The Review and Herald, Novemba 30, 1886. Tuombe. Ee Bwana, asante kwa kutusisitiza kesha hii, Asante kwa maneno ya faraja moyo na mwongozo uliojaa upendo. Tusaidie kuishi kwa maneno haya, tusihukumu wenzetu, bali tueneze upendo, huruma na msamaha. Tusaidie kuendeleza amri zako, kuwa nuru kwa wengine na kushikilia imani ya Yesu katika kila hatua ya maisha yetu. Baba, tulinde tunapoondoka hapa, tukiwa na amani, tukiendelea kuwa na shuhuda kwa mwanga wako, tukumbuke kuwa kesha hii ni mwongozo wa Roho wako, tusiishie bila kufuata kile tulichojifunza. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu, amina.